Amani ni jambo paramount na amani ni muhimu, pahala ambapo una uchumi kama wa Zanzibar, sababu uchumi wa Zanzibar ni uchumi wa watu kuja kustarehe, ndio uchumi wetu mkubwa. Katoka huko mtu na stressi zake, anasema achenende Zanzibar huko, ee, ntakwenda kupumzika. E, sasa akija hapa hataki zogo, hataki vurugu, ndio ndio uchumi wetu maake, unapokuwa na hospitality industry ndio sehemu kubwa kwa sababu. Kwa hivyo lazima ni uchumi wa kuwa uwe na amani tena ya kweli kweli, eh, ndio wengine huko unawasikia kina Singapore, walikuwa na kampeni zamani ya bashasha, kila akipita kuanzia airport, kila mtu msmile kwa nguvu, hata kama nyumbani ulitoka huko kidogo <laughs> umetoka umeudhiwa, lakini ukishafika kazini huna hmm ruhusa ya kuonesha eh, ee, ya kuonesha dini hmm yako ta furani zako pale, wewe smile mwanzo mwisho akija. Kwa sababu gani? Wanavutia alokuja pale, hataki stress. Stress zako baki nazo mwenyewe. Ndio msingi wa uchumi wa uchumi. Kwa hiyo amani kwa Zanzibar si siasa, amani kwa Zanzibar si watu, amani kwa Zanzibar ni uchumi. Bila amani tusahau kwamba tutakuwa na na, ukitaka kuona ndo tunasema, tungekuwa tunapima. Tuna bahati nzuri sisi, Mheshimiwa Mufti, tuna bahati nzuri, tuna Waafrika wenzetu, maana unaweza lakini hii ni Afrika hatui au vipi? Unaweza kusema hivyo labda Zanzibar, kwa sababu leo mpaka leo tuko kuna tuna struggle ya kwamba uchaguzi 2025 eh, watu wasije wakafa, sio kwamba kusiwe na, na, na rigi uchaguzi duniani pote inakuweko level amount ya rigi, lakini tuna struggle watu wasije wakafa. Lakini tuna Afrika wenzetu, Afrika Kusini, Warusi wameiteua kwamba ndio agenti mkubwa wa military industry ya yaani, ni huge increment kwenye uchumi wao, yaani huko ndo waliko. Lakini wamefanya uchaguzi, yule aliopambana kanini kashindwa. Lakini kawaita wenzake wameka, kwa nini ya vyama kumi inakwenda? Kwa sababu wanapokuwa na issues wanazungumza, wanakwenda mbele. Boswana ni nchi moja leo, Boswana ni ndio nchi ya tano kwa uchumi. Wamefanya uchaguzi mwaka jana, wameshindwa chama tawala, si ndio? Wamekubali, wameingia wengine, wanaendesha serikali, si wote, si nchi ile ile? Sasa huo mwingine anaipeleka wapi nchi hiyo? Anaipeleka hapa, serikali si ndo nyinyi kwa jini eh? Lesoto si nchi ya Afrika? Mfanye uchaguzi chama tawala wameshindwa, wamekubali. Mi nilikuwa na kule Angola tulikuwa na aliokuwa waziri mkuu aliopita eh? Tulikuwa naye, sasa ni kiongozi wa upinzani, tunaye kwenye, kwenye mkutano Malawi, the same. Jamani, Malawi si wa Afrika wengi situmu ambao tuna asili huko Malawi, lakini tukija Zanzibar tunakuwa tofauti. Ha? Tunakuwa tunakubali ni Wanyasa, lakini tukuwa Wanyasa wa Kizaziba tunakuwa shida. Zambia, Zambia si Afrika jamani? Wamefanya uchaguzi, waliokuwepo mara ya tatu hii, anaingia huyu mwaka, anaingia huyu mwaka, anaingia huyu, si ndio? West Africa tumesikia Ghana, mara ya nne hii, wanapishana mwaka huu, kaingia huyu mwaka huu, mwaka huu kaingia huyu mambo yanakwenda, nchi yao uchumi wao unakuwa. Seychelles ndio kijinchi kidogo, 120000 people lakini wamfanya uchaguzi eh, baada ya upinzani miaka si, mara sita mara tano kushindwa mara sita, wamfanya uchaguzi upinzani wameshinda, nchi inakwenda ile, leo ni namba one kwa uchumi per capita ni ya ya, ndio namba one kwa Afrika. Mauritius wafanya uchaguzi juzi November last year. Chama kilichotawala kimepigwa sitini kwa bila ngapi? sitini kwa bila, wameshindwa kwa uchaguzi. ze chain. Uchaguzi sio kama hichi kitabu. It doesn't stand alone, uchaguzi ni chain. Unaanza na chombo kile kinachosimamia uchaguzi, watu wawe na confidence nacho. Sisi ndo mahodari, tuna watu umwe washabiki wa mpira lakini wakicheza Simba na Yanga cha mwanzo wanamtiza marefarei nani kayoko sijui nani A, na huwa tumekwisha, hey, huwa zogo kweli kweli eh? Lakini akiingia uwanjani akifanya utumbo si anachukuliwa hatua eh? Sasa ikiwa inahitajika fairness ya hali ya juu, wanahitaji watu wawe na confidence kwenye kuchezesha, mtu anayechezesha mechi ya mpira tu. Leo katika kuchagua kiongozi wa nchi, don't we need fairness? Bila fairness, unarambia wewe kwamba wewe, tutakuwa na amani? Huwezi kuwa na amani wa Mkapa ikiwa refa hata boronga. Tutakuwa na amani kwenye nchi ikiwa wasimamizi wa uchaguzi wa taboronga na tayari, they are made imani yao kwamba wao wako hawako pale kufanya fairness sasa tunaposema leo sisi tukata tusubiri kampeni huku, sasa hivi ume kumeshaharibika bado. Narudi pale pale kwamba naamini kwamba you'll be very proud of ya kazi yenu, kila mtu anatamani mfanikiwe. Lakini ukitaka kuchinja eh, hakuna mnyama anayekwenda akachinjwa kwenye mkia, au sipo? Niambie, nikanakosea? Kwenda ukakata sikio ukasema, uu nishamchinji au ukakata mguu nkawa, hachinjiki. Utakuwa umemtoa damu, lakini huyo huja mchinja, kitaka mchinja. Sote tunajua wapi pakuchinja. Hivyo leo ndo nasema inahitaji good faith kweli. Mtu ambaye mfano ishirini ishirini, kwa sababu haya si mambo ya kusingiziwa, yapo ishirini ishirini. Tulishiriki uchaguzi na mkurugenzi kaja, anajua kura za urahisi mfano hazikuhesabiwa, hazikuhesabiwa, anamletea agent fomu ajaze hawajafanya tali ndo kama utaratibu unavyotaka, na e, kwa maneno yake kejeli kabisa huyu. Unamwambia, unaambia wenzetu kwamba jamani, huyu hivi hakuna wadanganyifu hakuna wa, wanaoweza kufanya danganyifu mwengine hapa Zanzibar isipokuwa huyu, kwa sababu wako jana wana msemo sabuni ya nongo ni nongo e, maana yake mnaijua maana yake, kitu hata kama nguo ni chafu basi ushakaa nao muda mrefu bora upate chafu nyingine lakini sio ile. Sasa nahi, nahi, na hii ndo nasema inaondoa Confidence, it's a question ya kwamba kuwa na, na haya. Kama kiongozi huhitaji uambiwe. Kama mnataka mimi ni wape watu wale walioathirika 2020 naamini wengine hamtoweza kuwasikiliza wale walioathirika 2020 mimi naamini 100%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 tuna watu sisi ambao eh, tunawajua kwamba hawa ni wageni Yo, zanaidi. Kuna watu wallahi, wamepewa wameandikishwa, leo wamekwenda kupigwa picha leo, siku ya pili wamepewa zanaidi. Tuna zanaidi za watu ambazo wanastahiki hao wenye virisiti sijui nini nini, wallahi ziko kwenye ofisi za zanaidi, za za kwa masheha kwa nani, zimezuiwa, watu wajapewa simple, kwa sababu wasiandikishwe Shani, na mengi mengine. Ninachotaka kusema tu, tusimchinje kwenye sikio hapa. Tukikubali wenye dhamana kunyooka, kutenda haki, kama hatukusudii kutumia nafasi zetu kuwanyima, hatufanyi hii dhulma inayofanyika sasa hivi. Jamani, hapa amani, mbona mimi nasema kwamba katika pahala ambapo ni parahisi kuwa kwa na amani, maana watu wetu alhamdulillahi, sisi watu wakutosheka na kitu kidogo, lakini mtu alikuwa hakutendewa haki hivyo, unantegemea mimi ambaye kaniamini kani nimtetee haki yake, utategemea nipambanie amani au nipambanie kwanza haki yake huyu? Na unakwenda mwenzako, umefanya juhudi zote zote zote, umemaliza mwisho mtu anakwambia tukae tuje tugawane majimbo, uchaguzi tuwafanyie watu utapeli. Uchaguzi ndo unaojenga accountability watu kwa wai. Mimi sijaumbiwa kwamba niniwe <laughs> na nafasi niliokuwa nayo ni matokeo ya confidence ya watu, ndio inipe hii nafasi nami ndo nitakuwa na raha, ndio nitakuwa na amani. Lakini leo mi naamini